Karibu kwenye kipindi chako pendwa cha Amka na Magazeti Mwamba TV Update, kipindi kinachokufikishia habari, uchambuzi na matukio moto moto kutoka magazetini kila asubuhi. Na kipindi hiki kinadhaminiwa na Rashida Stationery, wauzaji wa vifaa vya elimu na ofisi. Wanapatikana Mlandizi, pale makutano ya Bagamoyo na Dodoma Road, jirani na Rotani Hoteli Mlandizi. Kwa kalamu, daftari, karatasi na vifaa vyote vya kiofisi, Rashida Stationery bora unaoaminika. Pia tunapewa nguvu na D1 sim kama Bule, wauzaji wa, wa sim bora kwa bei nafuu zenye walanti ya muda mrefu. D1 sim kama Bule wanapatikana stendi ya Mzenga, Mlandizi. Bei zetu ni rafiki kwelikweli. Twende sasa moja kwa moja kwenye kurasa za magazeti tujue nini kimeandikwa siku ya leo. Kwa ni mwangu ni na gazeti la Mwananchi lenyewe linaongoza na kichwa kinachosema Chadema matatani, jeshi la polisi nchini Tanzania la wasaka baadhi ya viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na hapa zimewekwa picha zake. Kuna picha za kijana anaitwa Jacob vilevile, vile, kuna John Mnyika, God bless Lema na wengine wengi vilevile, vile, kuna habari ndogo hapa ikisema kujitoa kwa Dr. Tulia uspika kwa zua mjadala vilevile, kuna habari picha hapa ikimwonyesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi akimwapisha Hemedi Dula Abdullah kuwa makamu wa pili wa rais. Hili ni gazeti la Mwananchi, kwa habari kamili kama hata nakala yako Mwananchi. Tukiachana na gazeti la Mwananchi na gazeti la habari leo, leo Jumapili, inaongoza na, na kicha kinachosema serikali kutumia jitihada zote, amani iendelee. Dr. Nchimbi hakikishia wageni Tanzania ni salama. Sadeki yampongeza mpongeza Dr Samia Suluhu Hasani kwa ushindi wa kishindo. Vilevile kuna habari inasema korosho za uzwa bei juu, wakulima wafurahia. mawakala mia ishirini utalii wavutiwa na Tanzania. Hizo ni miongoni mwa habari ambazo zimeandikwa katika gazeti hili la habari leo. Vilevile kuna habari picha ikimwonyesha daktari Balozi Emmanuel Nchimbi akiwa katika mkutano wa SADC Afrika ya Kusini. Vilevile vile, wabunge wateule waendelea kujiandikisha kujisajili katika viwanja vya bunge pale Dodoma, na mambo yamepamba moto kwelikweli kule Dodoma, na uenda tarehe 11 basi bunge litaanza rasmi. Zanzibar yapunguza tozo kukabili mfumuko wa bei. Wanafunzi kuripoti vioni Novemba 17 na 24. Mwinyi kuhutubia baraza la wawakilishi kesho Jumatatu. Hilo ni Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ndizo habari zimebeba katika siku ya leo ya yeah, Jumapili. Tukiachana na Habari Leo na alikuta gazeti la Zanzibar Leo, lenyewe linaongoza na habari kubwa ikisema, Dkt Mwinyi amwapisha makamu wa pili wa raisi ni Suleman Abdullah ambaye ameapa kuwa makamu wa pili wa rais na kuanza kutumikia taifa hilo la Zanzibar. Vijana wanaweza kuifanya Zanzibar kuwa ya kijani. Sadeki yampongeza Daktari Samia Suluhu Hassani. Madaktari wa Zanzibar kupewa mafunzo uchunguzi wa saratani. Hili ni gazeti la Zanzibar Leo. Polisi atoa orodha vinalo waliosababisha vurugu ni wakina nani hao? Pata nakala yako. Zanzibar Leo Jumapili imebeba taarifa hizo tukiachana na gazeti la habari leo mkononi mwangu nina gazeti la Mzalendo. Lenyewe linaongoza na kichwa kinachosema Dr Nchimbi aeleza hatua za kurejesha utengamano. Ni mwakilishi huyu makamu wa kwanza makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Mungano, Tanzania balozi Daktari Emmanuel Nchimbi jana alimwakilisha rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa Sadeki, na akisema ya kwamba utengamano utarudi maliziano lazima yapatikane abdullah aidi mambo matatu zanzibar huyu ni makamu wa pili wa rais john mnyika lema gwajima watakiwa kujisalimisha polisi Dkt mwinyi kuhutubia baraza la wawakilishi kesho hii nimeshaiona hata katika magazeti mengine watanzania wapewa ushauri kuepuka lugha za mgawanyiko hilo ni gazeti la mzalendo na hizo ndizo habari kuu siku ya leo katika gazeti la Mzalendo. Tukiachana na gazeti la Mzalendo vile vile na Sunday News, Tanzania ensures cohesions, kwamba Tanzania, Tanzania itahakikisha ya kwamba amani, mshikamano vinadumishwa ndani ya nchi yetu. Diplomatic peace unity key to progress, diplomasia wanasema amani, umoja ndiyo ufunguo wa maendeleo ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Polisi polisi kuendelea ku wasachi kuwatafuta wale wote waliohusika na machafuko nchini Tanzania. Hiyo ni Sunday News ambayo wenyewe nimeongoza na habari hizo ikihamasisha amani. Tukiachana na magazeti ya kisiasa, sasa tugeukie upande wa pili wa magazeti haya, ambako huwa inaandika habari za michezo. Hapa toshi Yanga KMC leo ni mwendelezo wa ligi kuu NBC Tanzania Bara. Leo ni mtanange kati ya Yanga na KMC, Mjumbe BFT, Matumaini Kibao kwa JKT Queens. Kumbuka JKT Queens ipo kule Morocco ikiendelea kujipima bavu na, na, michuano ya Afrika. Singida Black Star meno nje. Jana Singida ilibana mbavu na timu ya Pamba Jiji na kutoka kwa goli moja kwa sifuri, moja kwa moja. Mrigo afichua siri tatu Simba, huyu ni beki wa kulia wa Simba Sports Club. Mrigo Man City, Liverpool ni vita nyingine EPL. Leo ni Manchester City na Liverpool kukipiga. Siku ya leo usikae mbali na runinga yako. Tukiachana na habari hiyo tunakuta gazeti la Zanzibar leo, upande wa michezo, KMC Yanga Dimbani, leo ni mchezo wa ligi kuu huu. New King mafunzo za tosha na nguvu. Bolavia asema ngoma za asili zinapotea Zanzibar, ni mambo ya utamaduni. Haya tena, JKT Queens Kibaluani leo na Gaborone United. Dr. Mwinyi amwapisha no pamba jiji Singida Black Stars nguvu sawa. Yanga KMC na mungo azamu wa patoshi leo. JKT Queens Dimbani, ligi ya mabingwa Afrika. Halikadhalika nikiachana na gazeti hilo la mwananchi nyuma nako. Pia gazeti la mwanaspoti limeandika mambo kemkem ya bale za michezo. Nini cha kufanya sasa? Kamata nakala yako uweze kujipatia habari hizi kwa kina kabisa. Kumbuka kipindi hiki kinadhaminiwa na Rashida Stationery. Hawa ni mabingwa wauzaji wa vitabu, photocopy machines, kompyuta halikadhalika, kwa bei nafuu kabisa. Wanapatikana alwatani hoteli, makutano ya barabara ya Dodoma, Dodoma dar es salaam na Bagamoyo. Rashida Stationery ni suluhisho lako la maswala yote yake. Vile vile tuko chini ya udhamini wa simu. Hawa ni wauzaji wa simu za jumla na rejareja leja d D1, D1, sim kama bule wanapatikana stendi ya Mzenga, duka ni kubwa. Fatilia vipindi vyetu vinavyofuata.